Mpendwa mfuatiliaji wangu wa vipindi vya afya kutoka hapa Top 10 TV, leo nataka kushia na wewe dawa rahisi sana ya kuua kunguni. Huenda kunguni unawafahamu kama sio kwako, labda kwa jirani wako anasumbuliwa na tatizo hili, na huenda ameshatumia dawa nyingi sana, lakini tatizo bado lipo, wadudu bado wapo. Sasa leo nataka nikufundishe njia rahisi sana ya kutengeneza dawa hii na njia rahisi sana ya kuangamiza kabisa. Ukitumia hii dawa vizuri, mara moja uh, huwezi kuwaona tena hao wadudu hapo nyumbani kwako. Mahitaji ya kutengeneza dawa hii, unahitaji kuwa na chumvi, uh, kama hii. Mimi natumia tu chumvi. Sasa mwingine atasema ni brandi hii, hapana, hii ni chumvi tu ya kawaida. Wewe chumvi yoyote unayotumia hapo nyumbani ni sawa. Uh, kitu cha pili kinachohitajika no ni sabuni ya unga. Mimi nimechukua hii, unaweza ukachukua sabuni yoyote ya unga ni sawa. Ah, kitu cha mwisho unahitaji kuwa na mafuta ya taa. Hivi vitu vitatu vitakutengenezea dawa ambayo itaangamiza kabisa kunguni hapo nyumbani kwako. Jinsi gani tunatengeneza? Fuatana na mimi. Kwanza unatakiwa kuchukua chumvi. Chukua chumvi weka kwenye chombo chako. Sasa mimi chombo changu ni hiki Naweka chumvi yangu hapo kiasi fulani, maanake mwingine ataniuliza tena chumvi kiasi gani? Hapana, ni kiasi fulani, kama mi nimeamua kuweka nusu ya hii packet. Halafu chukua sabuni, chukua sabuni yako ya unga, weka na yenyewe huko ndani, weka huko ndani kiasi fulani, halafu changanya vizuri chumvi na sabuni Changanya hivi vitu vizuri. Tumechanganya chumvi na sabuni. Baada ya hapo, chukua mafuta yako ya taa. Chukua mafuta ya taa, weka huko. Baada ya kuweka mafuta ya taa, koroga vizuri. Koroga vizuri huo mchanganyiko wako, mpaka vitu vyote vijizove. Koroga vizuri kabisa. Mchanganyiko huu kuna chumvi, mafuta ya taa na sabuni. Hivi vitu vitatu. Baada ya kufanya hivi, a, chukua huo mchanganyiko wako uko tayari, chukua chombo. Kama una pampu, chukua pampu. Kama unashindwa kutumia pampu, a, tengeneza chupa rahisi kama hii tu. Mimi nimechukua chupa kama hii. Nimetoboa toboa hivi, nadhani unaweza kuona tu hivyo. Chukua huo mchanganyiko wako, jaza kwenye chupa hii. Funika huu mfuniko wako vizuri, funika. Baadaye nenda kanyunyize hii dawa sehemu ambako hawa wadudu wapo. Nyunyiza vizuri kabisa sehemu zote ambazo hawa wadudu wapo, alafu utaniambia kama hawa wadudu wataendelea kuwepo tena. Hii ni dawa rahisi sana sana sana ya kuua a, kunguni. Kwa hiyo unaweza ukatumia kitu kama hiki. A, kuna pampu kama hizi, nadhani unazifahamu Pump kama hii, mi natumia pump kama hii hapa. Hizi nadhani unazijua tu, zinatumika hata kwenye saluni watu wanatumiatumia. Uh, pump kama hizi unaweza ukatumia hii, unaweza ukatengeneza hiki kitu kidogo nilichokwambia, na kama eneo ni kubwa sana, unaweza ukatengeneza hu mchanganyiko mwingi sana, ukatumia ile pump kubwa ile spray kubwa kabisa ambayo tunatumia mashambani huko. Tengeneza dawa hiyo hapo vizuri, itumie nyumbani kwako, alafu utaona kama kunguni watakuepo tena nyumbani kwako. Nimeamua kushia hivyo kwa sababu nimegundua kuwa kunguni wanawasumbua watu wengi sana sana sana, na watu hawajui jinsi gani ya kuwaangamiza kunguni. Huenda umefurahi kuipata video hii leo. Aa, kama umependa basi niweke maoni yako hapo chini. Itumie alafu rudi uje niweke maoni hapo, umeionaje dawa hii. Lakini kama unapenda kuendelea kujifunza masomo kama haya, uh, usisite uh, uh, bonyeza alama ya subscribe hapo chini. Utakuwa unapata notification kila wakati nitakapokuwa naweka hizi video za dawa. Naamini zinakusaidia wewe, kama sio wewe zinamsaidia mtu wa karibu yako hapo nyumbani kwako. Kwa hiyo ukibonyeza tu alama ya subscribe, kila kitu kitakaa vizuri, lakini Uh, ikiwa huwa unamisi mara kwa mara hizi video, unaweza kutembelea moja kwa moja website yangu ambayo huwa naweka video zote na maelezo yote ya dawa uh, website yangu ni www.tibalishe.com. Ukiingia tu hapo tibalishe.com, utakuta masomo yangu yote, video zangu zote, na kila kitu ambacho huwa nafundisha hapa utakipata hapo uh, tibalishe.com. Nakupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Top 10 TV.